Hali ya mshangao na huzuni vimegubika kwa wakazi wa kata ya Ufana, wilaya ya Babati mkoani Manyara, kufuatia kuzaliwa kwa mtoto asiye na miguu wala mikono na kisha baadaye kufariki dunia. Mtoto huyu alizaliwa tarehe tisa mwezi wa pili ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira ya saa kumi jioni katika kituo cha afya cha Bashneti katika tukio ambalo familia pamoja na majirani wanasema hawakuwahi kulishuhudia maishani mwao. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa wilaya Babati, anasema ujauzito wa mama yake mzazi ulikuwa ukiendelea kama kawaida na wala hakukuwa na dalili ya kuonyesha hali hiyo mpaka wakati wa kujifungua ulipowadia. Kwa bahati mbaya, mtoto huyo alifariki dunia siku ya tarehe kumi na moja mwezi wa pili ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita katika kituo cha afya cha Bashnet, baada ya kupatwa na degedege kali. Nimezungumza hapa na mganga mkuu wa wilaya ya Babati Dkt. madama Hosea ambaye anatueleza kinagaubaga kuhusiana na taarifa ya mtoto huyo. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa mkoani Manyara. kumi na mbili kwenye familia kwenye familia hiyo kuna watoto wa kiume wa, wa nne na wanane wa, wa kiume, pamoja na huyu aliyezaliwa. Ah, pengine daktari, alizaliwa na upungufu wa viungo okay, wa mikono na miguu, pengine mmeibaini ilikuwa ni nini labda, lakini pia ujauzito pia ulifikisha miezi tisa. Eh, eh, ni tukio ambalo linaweza likatokea na kweli linatokea nadra. Mimi sijawahi kuona nimekuwa daktari muda mrefu, mmhm, lakini uh, kwa mm. mara la ya kwanza naona mtu amezaliwa akiwa hana mikono na miguu. Okay, so ni nadra tunaona na sababu hazifahamiki. sababu ehe ehhe okay. eh, watu wote waliozalia wenye familia yowote walikuwa hawana aina yote ya ulemavu mawote alipaa, lakini mm. inaweza ikatokea kwa wazazi, kama mama atakuwa labda wakati wa ujauzito wanatumia aina yote ya kilevi ama ama tumbaku okay ehe eh, inaweza ikatokea, au aina yote ya dawa fulani mama anaitumia ujauzito inaweza ikapelekea kwa muda mrefu, inaweza ikatokea hasa katika kipindi cha miezi mitatu ya utengenezaji wa maumbile ya mtoto anapokuwa tumboni. Eh, au inaweza kuwa ni magonjwa yanaweza yakawepo, kuna hasa kaswende hii mm, eh, kaswende na magonjwa mengine ambayo inaweza yakawepo pale, kama yajaand inaweza ikatokea, lakini kwa mama huyu alikuwa ni mzima na amehudhuria clinic vizuri lakini eh, na mimba ilikuwa ikiendelea, napia akionekana na kweli mtu amezaliwa, ila alikuwa akionaa upungu na upungufu wa miguu na miguu na mikono ya kiume. Na mama alitimiza miezi tisa, mama ya mimbake ilitimia miezi tisa. Okay, na alijua uw uchungu na alijifungua tu kawaida. Kuna matukio ambayo yanajitokeza, ndiyo Yeah, ya watoto wanaweza wakazaliwa hata kama akina mama ambao wakati wa ujauzito wao, tunashauri akina mama wawahi kliniki mapema ndani ya miezi kumi na mbili eh, ndani ya wiki kumi na mbili za mwanzo, miezi mitatu ya mwanzo, na kipindi hicho huwa tunawapa dawa za polii. Lengo ni kuzuia changamoto za kimaumbili ambazo mtu anaweza akazaliwa nazo, akimama akitumia akitumia vidonge ambavyo vinavyompa wakati wa kliniki Mm -hmm. Na changamoto hizi laba ni matatizo haya ya migongo wazi, vichwa vikubwa, midomo sungura e. Kwa hiyo hiyo huo inasaidia kuhakikisha, ndio maana nasema tukio kama hili ni nadra sana kama akina mama wanahudhuria, wanapewa wanapewa zile dawa, inakuwa mm -hmm. ni nadra, hatuyaoni mara kwa mara haya ya migongo wazi, kwa sababu akina na, na, mama muda wote wanapohudhuria, tunawapa tunahakikisha tunawapa dawa za folic na hasa katika kipindi kile cha miezi mitatu ya mwanzo. okay. pengine baada ya kuzaliwa, labda mtoto huyu alikuwa anapata haja kubwa na ndogo na vikihusiana na wazazi wake. Yaani huyu uh, uh, mtoto ukiacha mapungufu ya mikono na miguu, alikuwa kawaida kabisa katika maumbile mengine, kwa maumbile ya nje ya mwonekano mm -hmm. koo alipitisha choo na alikuwa anapitisha alikuwa anapitisha mkojo na alikuwa ananyonya ingawa ndo ilikuwa mwanzoni, mama ndo anajaribu anajaribu kula alifuata na maziwa, lakini alikuwa ana- anajaribu kuvuta nyonyo na alikuwa anavuta maziwa kwa, alikuwa kawaida tu na alikuwa analia kama watoto wengine tu okay no, na, na maumbile mengine yote yalikuwa sawa. Ni ah alifariki muda gani? Ah, mtu amefariki jana, saa tano usiku, saa tano usiku na, eh ndio Alipata degedege dege, mm. na baadaye akapata changamoto zingine na akafariki. Unajua watoto hawa pamoja na changamoto hizi za maumbile eh, haya ya nje tunayaona, lakini naweza yeah. kuona changamoto zingine kwenye mapafu yake, kunaweza kuona changamoto zingine kwenye moyo wake, japo kweli kwa hapa mwanzoni hazikuweza kuonekana moja kwa moja, lakini ataftaliwa pia na changamoto zingine mpaka baadaye, labda angehitaji kufanya vipimo vile muhimu, ndio tungeweza kuona Hmm. au kwanza kujitokeza kwa dalili hmm. uh, hmm. a lakini, zinginezi alikuwa anavuta hewa kawaida na alikuwa anapumua kawaida kabisa kabisa, amkubaini labda kilichofanya akafariki dunia ama kilicho kilichoya kilichofanya pale ni degedege ni degedege, wana homa wala kwa sababu alikuwa ananyonya na hmm. tuliongeza maziwa ya, ya kopo ambao tuliakisha kwamba hakuwa na changamoto nyingine yoyote, ili kumsaidia mama wakati maziwa yanapatikana, basi apate mm. na maziwa ya kopo. Kwa hiyo tulifanya hakuwa naoma, hapola, na homa hapo, labda na sukari kushuka kwa sababu ya kunyonya, hapana, yote tulizingatia. Kwa hiyo nadhani pia unaweza kuona changamoto zingine ambazo inawezekana kadi ilivyokuwa na kuwa zimejitokeza mm -hmm. lakini baada ya hapa katika ndani ya masaa alianza kupata degedege, kwa hiyo mm. shangata kwenye ubongo wake huona changamoto nyingine Mm -hmm. Kwa sababu mara nyingi tunapoona kasoro ya kimaumbile mm. ikijitokeza hapa, huwa zinakuwepo na zingine. Wakati mmoja, pengine baada ya kuzaliwa, wazazi wake waliipokeaje? okay. Nah, kwa uh, kweli, mwanzoni wakati mtoto anazaliwa, nilivyojulishwa, mama alipata mshtuko mm. E, kwa sababu huyu ni, ni mtoto wa kipekee sana yeah. kwa familia, kwa jamii, ndio maana unaona hata mwandishi nani unajaribu kufatilia na kupata taarifa, kwa hiyo ilileta yeah. mshtuko, lakini baadaye mimi nilimwona jana, nafikiri mm. jana ni saa kumi na moja jioni nilikuta, mm. e, mama tayari amekubali ame kwamba huyu ni wake, mm. familya, mm. na moe, ma, yang, e, mtoto wake atamlea na tulimtia moyo kwamba malezi ya mtoto huyu yalikuwa ni ya jamii nzima, so tulishajulisha viongozi, mkurugenzi mtendaji alielekeza kwamba tukamwone mtoto akikisha na mambo mengine yanakaa sawa tuliweka utaratibu wa kukaa naye wiki nzima ili tuone kama kuna changamoto ambazo tunaweza tukaishughulikia kabla mtoto hajaruhusiwa, lakini hata fursa pia ya viongozi kuona aina ya mtoto alizaliwa pale katika e, kituo. Ah, shukran sana Bwana Hosea. Eh, e, lakini pia tunawashukuru sana wananchi wa wananchi wa tarafa ya Bashnet ya juu Halmashauri mm. mm. imejenga kituo hicho Ndiyo, kwa zaidi ya milioni mia sita kwa maelekezo ya serikali kuu umejenga, nalikuwa hitaji la wananchi. Wananchi waendelee kukitumia kituo chao. Nafikiri kama ulifika pale, utaona ambavyo huduma zinaendelea yeah. za dharura, akina mama wanafurahia, na kwa wastani pale akina mama zaidi ya mia moja wanajifungua kila mwezi kto okay, nadhani yeah. ni hatua kubwa katika halmashauri yetu na hata eneo la sana. mkuu asante.